alikuwa ni mkulima, na Sayyiduna Nuh alikuwa ni seremala carpenter, na Sayyiduna Idris alikuwa khayata, mshonaji, na Sayyiduna Musa alikuwa mchungaji. Na tumekuja katika hadithi nyingine, Mtume akatwambia ma min nabiyin illa raa alghanam, hakuna mtume isipokuwa amechunga mbuzi. Hizi ni baadhi ya kazi za mkono ambazo kwamba zilikuwa ni mihna za ambia, ni kazi walizokuwa wakizifanya viumbe vitukufu zaidi mitumi wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Alhaqu subhanahu wataala amejalia katika ulimwengu kama huu kukawa kuna mtumishi na mwenye kutumikiwa, kuna mfanyikazi na mwenye kufanyiwa kazi kama ile na hii. Haimaanishi kuwa kuna tabakia katika Uislamu, hakuna class katika Uislamu, yaani kwa maana wewe ni bosi mwenye kazi, basi utakuwa ni muislamu first class na yule mtumishi ama anayefanya kazi kwako atakuwa kwa ni mwislamu second class. Hakuna tabakia kabisa katika Uislamu wala hakuna tamyizi juu ya kipote ama kwa kipote juu ya kipote chengine, bali Uislamu umekuja ukatuambia, inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika mbora wenu kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni ule mchaji Mungu zaidi. Hichi ndo kipimo cha kisheria, sivyo vipimo tunavyovitumia sisi eh? Kuwa huyu ama, tutawatofautisha watu na kufanya huyu ni mbora kuliko mwingine kwa kile anachokimiliki, ama kwa nguo anazozivaa, ama kwa simu anayoitumia, ama gari anayoendesha. Hivi ni vipimo vyetu vya kidunia, lakini kwa Mola, inna akramakum inda Allahi atqakum na huenda akawa yule bosi anafunguliwa milango ya riziki na kubarikiwa katika kazi yake kwa sababu ya yule anayemhudumikia, ilaka yake mzuri na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Bali Uislamu vile vile ukaja ukatuambia kama ilivyokuja kutoka kwa Sayyiduna Umar, mata stabadtum nnas wa kad waladatuhum ummahatuhum ahrara, muliwafanya lini watu kuwa ni watumwa na wamezaliwa wakiwa huru na wazazi wao. Kwa hivyo hakuna isticbadi katika Uislamu, hakuna mtu kujiona bora kwa sababu yeye ni bosi ama ana miliki. Hakuna kabisa vitu kama hivi katika sheria ya Mola subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo, kama vile Mola subhanahu wa ta'ala amesakhirisha baadhi ya watu kuwahudumikia wengine, na ndio maumbile ya huu ulimwengu na sunna ya Mola katika huu ulimwengu takatufahamu kuwa yule ambaye kwamba anakuhudumikia na kukufanyia kazi yako ni mwanadamu kama wewe, amekata masafa na pengine ametoka mbali akawacha ahli zake, wazazi na watoto, kama ni mke ni mume, akawacha mji wao ambao kwamba kwa anaupenda zaidi, akawa yuko tayari kukaa mbali na familia yake na mji wake kwa ajili ya tonge la riski, kwa ajili ya apate kitu ambacho kwamba atajilisha yeye na atalisha watoto wake. Na wala si aibu mtu kuwa ni mtumishi ama mtu kuwa ni mfanyikazi.

adihi alikuwa kila kutoka manna kazi ya mkono wake, pamoja kuwa ni kiumbe bora, ni mtumi katika mitume wa Mwenyezi Mungu, lakini alikuwa akifanya kazi ya mkono akitumika, akitengeza, akifua viuma, akipata kula kutoka manna kazi ya mkono wake. Na tumeanza hadithi ambayo kwamba tumeanza nayo, tumeanza khutba na hadithi ambayo kwamba tumeanza nayo, Saidna Abdullahi bnu Abbas akituambia, Sayyiduna Daud alaihi salam alikuwa ni zarada mfua vjiviuma wa Sayyiduna Nuh alayhi salam. masayiduna Adam alikuwa ni mkulima, na Sayiduna Nuh alayhi salam alikuwa ni seremala, na Sayiduna Idris alikuwa ni mshonaji, na Sayiduna Musa alikuwa ni mchungaji. Yote haya ama, hizi ni baadhi ya kazi za mikono ambazo kwamba zilifanywa na mitume wa Mwenyezi Mungu wa subhanahu wa ta'ala. Ingekuwa ni utumwa ama ni uduni ama ni kuonesha kuwa mtu ni daraja ya chini, Mola Subhanahu wa Taala asingewaridhia mitumi wake kufanya kazi kama hiyo. Bali yule ambaye kwamba anajituma kwa ajili ya kupata riziki ya wanawe ama wazee wake ama nafsi yake, mtume sallallahu alaihi wasallam amemweka katika daraja ya mashahidi ama yule ambaye kwamba afwan, anapigana katika katika sabilillah katika jihad. Ukirudi katika hadithi iliyopokewa lopokeona al-Imam Tabarani radhiyallahu anh, anasema mtume sallallahu alayhi alaihi wasallama, ama kuna kijana alipita akiangalia, akionekana ni kijana amechangamka, ana nishati ana jalad. Masahaba akamwambia ya Rasulullah, lau kana hadha fi sabilillah angekuwa mtu kama huyu katika jihadi. Yani vile alivyochangamka na alivyokuwa strong, lau angekuwa katika jihadi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallama akasahihishe mafahumi ama akatwekea kaida, msingi ili tupate kufahamu kuwa kuwa katika jihadi si mpaka uwe katika kupigana kwenye mapanga. Kuna mingi ambayo kwa ameweza kufanya wewe kuwa katika jihadi. Akasema, lau kharaja hadha au lau kana kharaja yasa liauladihi fa huwa fi sabili llah. Ikiwa huyu ametoka kuwatefutia watoto wake wadogo, basi yuko katika jihadi. Kisha akasema, wa lau kana kharaja yasa ala abawaini kabiraini ama shaykhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Na ikiwa ametoka kwa ajili ya kwenda kutafuta riziki kwa ajili ya kuwalisha wazazi wake watu wazima wakongwe wakubwa, basi vile vile yuko katika jihadi. Kisha akasema wain kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'uffuha fa huwa fi sabilillah. Na ikiwa vile vile ametoka kuitafutia riziki nafsi yake, yeye aweza kuwa hana wazazi hana watoto, lakini aitafutia riziki nafsi yake, ya ufuha, ipate kusifika na ifa nafsi ile, yani asizunguke kuwanyoshea watu mikono na kuwaomba, awe atajilisha mwenyewe na kujitosheleza. Mtume anawaambia fa huwa fi sabilillah, vile vile yuko katika, katika jihadi. Hii ni utukufu wa mafadhal ambayo kwamba anatubainishia Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam kwa yule ambaye kwamba anajituma. Kwa hivyo hawa ambao kwamba wanatumika ni wafanyikazi, hawa si watumwa, ni watumishi, hawa si abid, hawa ni ndugu zetu ambao kwamba Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama katika hadithi iliyopokewa na Imam Muslim kutoka kwa sahaba Abu Dharr radhiyallahu an, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallama: ikhwanukum khawalukum ja'alahum Allah tahta aydikum, ndugu zenu hawa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amewajalia wakawa ni wenye kuwahudumikia na kuwafanyia masalihi yenu jaalahum llahu tahta aidikum, Mwenyezi Mungu amewajalia wakawa chini ya mikono yenu, yani nyinyi ndio mnawatuma, nyinyi mnawalipa mishahara. jaalahum llahu tahta aidikum, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akatwambia faman kana akhuhu tahta yadi, yoyote yule ambaye kwamba ndugu yake atakuwa chini ya mkono wake, yule anayemtumikia famankana famankana akhuhu tahta yadi. Angalia vipimo vya mtume, angalia mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam asema, falyutimhu mimma ya'kul, kitu cha kwanza amlishe kile atakachokula. Leo ni wangapi mtu atapiga pilau yake na biriani yake, lakini yule anayemtumikia amwambia naenda, kajisongee ugali. Leo ni wangapi ambao kwamba chakula anachokula yeye eh, sio anachokula yule anayemhudumikia. falyutimhu mima yakul, mtume asema amlishe kile anachokila, walyulbishu mima yalbas, na amvishe kile anachokivisha. Kisha akasema wala tukallifuhum ma la yutiqun, musiwa kalifishe musiwa ma yaghlubuhum, kile ambacho kwamba kitawaghilibu kitawashinda. Yani ukiona hili jambo ni zito kwake, ni mwanadamu mwenzako kama vile wewe huwezi kulifanya hata yeye pengine hawezi kulifanya. Usimkalifishe kitakachomshinda. Kisha akasema fa idha kallaftumuhu, ikiwa mtawakalifisha mukawapa kazi nzito, asema fa ainu, wasaidieni. Nyosha mkono wako ushikane na yeye mpate kusaidia jambo kama lile. Haya ndio mafunzo ya sheria, haya ndio mafunzo ya Mtumi sallallahu alayhi wasallam. Anaangalia neno aloanza nalo ikhwanukum, ndugu zenu si watumwa si watu waduni si watu, wa si watu hawana maana katika ulimwengu. Na kama vile yeye leo Mwenyezi Mungu amemjalia kutumikia wewe, haujui hali itakuwa vipi dunia, mambo yanabadilika. watilka al ayamu nudawiluha baina nnas. Ni wangapi walikuwa ni mabosi, leo ni watumishi? Hatuyaoni katika maisha yetu? Mtu alikuwa na watu wanamhudumikia, leo amekuwa yeye anahudumikia wengine. Maisha yanabadilika kama vile leo wewe ni bosi, kesho utakuwa ni hadi, na kama vile leo wewe ni hadi, kesho utakuwa ni bosi. Haya ni maisha ambayo kwamba yanazunguka kati ya kati ya watu. Kwa hivyo, ikhwanukum, ndugu zenu, kwa nini tunazungumzia haya? Kwa sababu kuna dhulma nyingi ambazo kwamba zinaendelea zinaendelea katika jamii, katika kuwadhulumu wale wanahudumikia. Tukisema khadam ama umman, inaingia kwa upana wake yoyote awe ni mtumishi ndani ya nyumba, awe ni mtumishi ndani ya kampuni, awe ni mtumishi popote pale atakapokuwa, ni khadim yuko chini ya mtu, yuko chini ya mikono ya mtu, anamhudumikia. Lakini kwa nini mimi nalizungumzia hili? Kwa sababu kuna dhahira imeanza kuingia kwa wingi katika jamii yetu, inasikitisha kupatikana katika jamii za Kiislamu. Juzi amekuja binti hapa msikitini, mtoto ama mwanamke wa Kiislamu na ana mtoto mdogo ambaye kwamba ni mtoto pengine ni wa masiku. Ama labda ni wa miezi, mtoto mchanga sana. Malalamishi yake alikuwa anatumikia katika nyumba, ndani ya nyumba za Kiislamu, yeye mwenyewe ni Muislamu na alipokuwa anatumikia ni nyumba ya Kiislamu, lakini amelaghaiwa akaenda, akatumika kimwili, akabebeshwa na mimba, na baada ya kupata ujauzito akapigwa teke, akatupwa. Hii si kesi ya kwanza wala si kesi ya pili kutujia sisi hapa. Sizungumzi na mishikiti mengine na maeneo mengine, mabanati za watu wameacha ahli zao, wameacha familia zao, wamekuja kuhudumikia wewe leo. Imma ni mtoto wa nyumba kama ile ama ni baba wa nyumba kama ile, anamchezea anamwingilia, na juu yake anakwenda anambebesha uja uzito. Sasa hawa mmoja amekuja hapa ni mja mzito anakaribia kujifungua, hajui atajifungua vipi. Kwao mbali, hawezi kwenda, hana gharama za kurudi kwao, atakuwa na gharama za kujifungua kweli, na kuzaa. Mwingine amekuja tayari ashajifungua. Sasa swali liko hapa, wengine ni wangapi ambao kwamba wanafanyiwa haya, lakini wanaona haya pengine kuja kusema? Ni wangapi ambao kwamba wanafanyiwa haya alafu wanakwenda kufanyiwa utoaji mimba ima kwa khiari ama kwa kulazimishwa na kuvitishwa na kuogopeshwa? Ni wangapi sasa? Kwa nini mabanati za watu ambao kwamba wako, amba wako chini ya mikono yetu tuwe tutawafikisha katika dhulma kama hii katika majumba yetu leo, ikiwa majumba ya Kiislamu ya Kiislamu. Yakitokea haya katika majumba mengine hatutashangaa, lakini majumba ya Kiislamu yawe yanafanya mambo kama haya. Sikitambo watu walikuwa wakali wakisema banati zetu Saudia wanachezewa na mabosi kule wa Saudi wakiwachezea miili yao, wakiwabibesha na mimba, wasijua wakiwaua wengine. Sasa yale tuliokuwa tunaosema na wengine tuyafanyika katika miji yetu, tuwafanya sisi wenyewe hapa. Ikhwanukum khawalukum, kwa hivyo kuna dhulma nyingi ambazo kwamba zinaendelea. Mi sizungumzii sijui mtu kunyimwa mshahara wake, wala sizungumzii mtu sijui kupunguziwa wa mshahara wake, wala kila kilichoahidiwa sitimiziwe. Dhulma ni nyingi ambazo kwamba kwa zinafanyika kwa watumishi, lakini hili linaenda, tunavuka mipaka sasa. Sasa jiulize, wale ambao kwamba wanafanyiwa uchafu kama huu hawafiki tu katika kubeba ujauzito, ni wangapi? ni wengi zaidi. Kwa nini tunafanya kama haya? Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasahbihi wasalama, bali na Mola subhanahu wa ta'ala, katika al-Qur'an al-Karim, wametukataza kudhulumu. Hii ni dhulma na si dhulma ndogo, ni dhulma kubwa. Mola ametuambia, ala laanatu llah ala ldhalimin

Mimi nimeiharamisha dhulma kwa nafsi yangu na nimeijalia vile vile ni haramu kwa nyinyi, fala tadhalamu, musidhulumiane. Hii ni amri kutoka kwa mola subhanahu wa ta'ala, tusidhulumiane. Lakini dhulma ngapi ambazo kwamba sisi tunazifanya na mtume ametuambia, inna dhulma dhulumat yawm alqiyama, dhulma ni kiza siku ya kiyama. Si kwamba kwamba watu wanahitaji mwangaza, si kwamba kwamba watu wanahitaji nuru wewe ndio mwanzo nakwenda kuingia katika kizo, utakuwa katika hali gani hi? Kwa hivyo haifai kuwadhulumu namna watakavyokuwa, ni ndugu zetu na Mwenyezi Mungu amewajalia tu chini ya mikono yetu, lakini haimaanishi kuwa sisi pengine ni bora kushinda wao, haimaanishi kuwa yule khadim ni bora kuliko makhdum. La, wallah, inna akramakum inda Allahi atqakum. Na ikiwa sisi tunajiita ni ummati Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ummu mtumi Muhammad naye ndio kiigizo chetu. laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana, muko na kiigizo chema kwa ki mtumi sallallahu alayhi wa sallam. Ama muna kiigizo chema kwa mtumi sallallahu alayhi wa sallam, tuangalie namna gani mtumi sallallahu alayhi wa sallama aliamiliana na wenye kumtumikia. Sayyiduna Anas ibn Malik radiyallahu anhu

Haijatokea hata siku moja mtume akanyosha mkono wake kunipiga. Leo ni wangapi wanapiga watumishi wao? Kwa kuwa umemwandika kazi, ndio unafika kiwango cha kumnyoshea mkono? La, huna haki kama hiyo. Leo ni wangapi wanawadhulumu watumishi wao kwa kutowapa haki zao? Na mtume sallallahu alayhi wasallam atambia katika hadithi iliyopokewa na Imam Bukhari kutoka kwa Saiduna Abu Huraira radhiyallahu anhu, asema thalathatun ana khasmuhum Watu sampuli tatu, mimi nitakuwa ni mpinzani wao siku ya Kiyama. Mmoja akasema, wa rajulin istaajara ajira, na mtu ambaye kwamba amempa mtu kazi, fastawfa minhu akamhudumikia, akaifanya ile kazi mpaka kumaliza, walam yutihi ajra, na simpe ujira wake. Sasa ile achakutumikia achakufanyia kazi yako, wewe humlipi na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na Imam Ahmad katika Musnad yake na Ibn Majah katika Sunan yake kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anatuambia a'tul ajira ajrahu qabla an yajifa 'araquhu mpeni yule mtumishi ujira wake kabla jasho lake likauke yani fanya haraka hata lile jasho lijakauka tayari ushampa ujira wake leo mtu anaweza kumweka miezi pengine asimpe ujira wake oh, Sayyiduna Anas ibn Malik anamhudumikia mtumi sallallahu alaihi wasallam miaka kumi, lakini hakuna siku mtumi amemnyanyulia mkono, wala hakuna siku mtumi amemtukana, wala hakuna siku mtumi amemkaribia. Hajafanya yote hayo bi abi huwa ummi sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana Sayyiduna Zaid radhiyallahu an, katika waliokuwa wakimhudumikia mtume sallallahu alayhi wasallam. Anakuja mzazi wake, wanakuja familia yake, kuja kumchukua kutoka kwa mtume. Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia wacha nimchagulishe kati yenu na kati yangu, atabaki wapi? Hapa anamhudumikia mtume, akienda kwao atakwenda kuhudumikiwa yeye. Lakini alichagua lipi? Alichagua kubaki na Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, aendelee kumhudumikia kwa sababu ya muamala mzuri aliokuwa akiupata kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na hukubaki kwake, bali ukaenda na kwa, kwa sahaba zake na tabiina na tabiitabiin. Ali Zainul Abidin, kitukuu cha Mtume sallallahu alaihi wa sahbihi wa wasallam, katika visa vya kimaajabu ambavyo kwamba wengi wakikisikia wanashtuka, latokea vipi hili kutoka kwa mwanadamu? Amekuja mfanye kazi, kikaanguka chombo kimoto kwa mtoto mchanga wa Ali Zainul Abidin, akafariki palepale. Tasawar, mtumishi wako anamuua mwanao, mtoto wako mchanga, mbele yako. Kama mzazi akapatwa na hasira, saiduna Ali Zainul Abidin ni binadamu. Yule mjakija kazi alipomuona vile, akamwambia walkadhimin alghaiz, kamsomea aya tu walkadhimin alghaiz, na wenye kuzima hasira zao. Ali Zainul Abidin akasema kadhamtu ghaizi, nimezima hasira zangu, akatulia pale pale. Kisha akamwambia wal afina anin nas, na wenye kusamehe watu. Akamwambia afautu anki, nimekusamehe. Anaona mambo yaenda vizuri, mteremko, akasema acha nipatilize. Akamwambia wallahu yuhibbu almuhsinin, anaikamilisha haya, na Mwenyezi Mungu anapenda wenye kufanya ihsani. Akamwambia idhhabi fa anti hurra, nenda nimekuwacha huru wewe, kwanzia leo simtumishi tena, ama si khadim tena, ama sikija kazi tena, wewe ni huru kwanzia leo hivi ndipo walivyokuwa sana salafu swaleh ridhwanullahi alaihim ajmain. Leo dhulma hazina idadi katika miji yetu, si kwa kutukana, si kwa kupiga, si kwa kunyima watu haki zao. Tumefikia mpaka kiwango sasa kuidhulumu miili yao na kwenda kuwaingilia na kuwabebesha mpaka na ujauzito, na lil asaf shadidi. Unajua ni binti ya watu kwa mbali na watu, kisha unampiga teke, unamfukuza mshiki hata simu, aanze kuhangaika sasa, akizunguka, akiomba usaidizi, maskini sura yake inapata aibu kwa sababu yako wewe, ambao kwamba ulisababisha kitendo kama kile. Tuwe makini ndugu zangu, kama mababa okay. tuwe makini katika majumba yetu, tuhakikishe kuwa hakupatikani faragha za kufikishia watu katika hali kama hii, na kama mamama wale ambao kwamba wako juu na swali ama wanafuatilia katika mitandao ya kijamii. Siku hizi kuna ada zingine mbovu ambazo kwamba zinasababisha mambo kama haya kupatikana. Leo ikiwa watu watatoka waende harusini mpaka saa tisa za usiku ama saa kumi mwanamume iko nyumbani na mtumishi eh, kwa nini fikra za kishetani zisimjie? kwa nini mambo kama haya sitokee? Kwa nini wanawake wa Kiislamu watakaa maharusini mpaka saa tisa wengine mpaka kuadhini walfajiri, majumba wameyatupa